Kuna tukio moja ambalo lilikuwa limejitokeza la kupatikana kwa mtoto ambaye alijaribu kutoroshwa, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa taarifa ya kutoroshwa kwa mtoto, tukio ambalo limetokea tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tisa na robo kwenye maeneo ya kituo cha mafuta cha Toto kata ya Kanyenye manispaa na mkoa wa Tabora, ambapo Christina Loveness Nation huyu ana umri wa na miaka 15 ni mkazi wa Malagarasi Kigoma, alikamatwa kwa wananchi wakishirikiana na jeshi la polisi akiwa anatoroka na mtoto aitwaye Daniela Doto mwenye umri wa miezi mitatu na wiki moja. Mtoto huyo alimchukua kutoka kwa mwajiri wake aitwaye Beatrice Kiboma. Ni kwamba tarehe kumi na nane mwezi wa tatu, majira saa saba mchana mtumiwa Christina Nation alifika hapa Tabora akitokea Kigoma ambapo alikuwa ameongozana na rafiki yake aitwaye Koladula Deo kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Huku mtumio huyu kwa maelezo yake anaeleza alidanganya kwao kwa wazazi wao kwamba alikuwa mjamzito hali ambayo ilipelekea wazazi wake kuchukizwa na kuondoka nyumbani kwao kuja kufanya kazi za ndani. Na kwamba aliogopa asingeruhusiwa kuondoka nyumbani kwao bila kutoa sababu kama hiyo ambayo aliitoa na hivyo alipofika na kuanza kufanya kazi kwenye nyumba hii aliona kwamba kazi ni nyingi, hivyo aliamua kurudi nyumbani kwao na alipata wazo la kutoroka. Na njia ya kutoroka aliona kwamba amchukue mtoto ili atakapofika nyumbani kwao, kwa sababu aliondoka akisema ni mjamzito, akifika nyumbani kwao aweze kueleza kwamba huyu ndio mtoto ambaye alikuwa amejifungua kwa kipindi ambacho alikuwa ameondoka. Alifanya mawasiliano na mama yake na kumweleza kwamba amejifungua na anarudi na mtoto huyo. Kwa hiyo ndo alitoroka na mtoto huyu, na bahati nzuri kwa taarifa ambazo tulipata na ushirikiano kwa na wananchi, mtoto huyu ameweza kupatikana kabla hawajafika mbali, na amekaguliwa na kukutwa akiwa na afya njema na tayari amerejeshwa kwa wazazi wake, huku hatua nyingine za kisheria zikiendelea kuchukuliwa kwa mtuhumiwa huyu, na wapelelezi wetu wako katika uchunguzi wa kina kubaini hii sababu ambayo imeelezwa kwenye hatua za awali kwamba ni sababu halisi iliyomfanya kumuiba mtoto huyu, ama zipo sababu nyingine ambazo zimejificha ambazo wapelelezi wetu wanaendelea kuzifanyia kazi. Jeshi la Polisi linaendelea kutoa tahadhari kwa wazazi wanapopata wasichana wa kusaidia kazi za nyumbani kuhakikisha kwamba wanapata taarifa zao vizuri, kujua ni watu wa aina gani, wanatokea wapi ili kupata watu sahihi ambao watasa, watasaidia kwenye majukumu ya familia zao. Wakati mwingine tunaweza tukajikuta tunapokea aina ya wahalifu ambao wanaweza kuja kutenda makosa mbalimbali ya jinai. Kwa hiyo ni vyema jamii na Wanatabora wote, wazazi kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari kwa watu wanaowaajiri kwenye kazi mbalimbali za nyumbani kwao.